Waibadilishia Simba ratiba katikati ya mashindano ambapo imeelezwa kwamba taarifa zinasema, shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha ratiba ya mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Petro Atletico di Luanda ya, ya Angola eh mchezo huo utapigwa Jumamosi, Novemba ishirini na mbili katika uwanja wa Benjamin Mkapa, muda wa mchezo huo ukiwa ni saa moja usiku, ambapo awali mchezo huo ulikuwa umepangwa kuweza kuchezwa eh, Novemba ishirini na tatu saa moja, usi, saa, saa moja usiku huo, kwenye uwanja huo wa Benjamin Mkapa. Lakini kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na Kafu inaonyesha mchezo huo umeurudisha nyuma, lakini taarifa na mahali ambapo mchezo utapigwa umebakia pale pale bila hata kubadilishwa kwa kitu chochote. Hivyo ikawa kwa muda ambao wameweza kuutoa taarifa ni muda sahihi kabisa na ule ambao unatakiwa. Hivyo Simba watajikuta wakirudi siku moja nyuma, tofauti na mchezo ambao utakuwa kufanyika tarehe ishirini na tatu Novemba, hivyo na kuwafanya Simba kuwa na amani zaidi kwa kuwa wanaweza kuwa na maandalizi mazuri, lakini wanakakaa vizuri kisaikolojia kwa kuwa ni muda mwafaka ambao wameweza kuutoa, yani ni muda mrefu toka mechi hiyo ambapo itachezwa hiyo tarehe ishirini na mbili ambapo ratiba ambayo ilitoka awali ilikuwa ni kwamba Simba angecheza tarehe ishirini na tatu kwenye uwanja huo wa Benjamin Mkapa, lakini na muda ulikuwa ni huo huo wa saa moja kamili jioni. Lakini baada ya mwingiliano wa ratiba na ratiba kuwa nyingi za michuano hiyo, basi na wahusika kuwa wengi, basi wameamua kurudisha nyuma kwa sababu ambazo wanazo wao wenyewe. Lakini kwa hapo, Simba wataarifiwa kwamba mchezo huo umerudishwa nyuma badala ya kusogezwa mbele, hivyo Simba ambaye anashiriki bingwa barani Afrika na sasa yupo hatua ya makundi, basi atalazimika kucheza mchezo ambao utakuwa wa kwanza kabisa, na mchezo huo Simba ni mchezo wa ufunguzi makundi, lakini pia atakuwa nyumbani katika mchezo wa kwanza na atamalizia nyumbani mchezo wa mwisho.